Kwa hiyo maandalizi yanakwenda vizuri. Leo sisi hiki ni kikao cha tatu, lakini kwa maana kikao kikubwa katika hadhi ya kitaifa, tunajadiliana ni namna gani tutatafuta fedha au huduma kama ambavyo serikali imetarajia. Kwa hiyo tunawakaribisha sana, karibuni sana. Shughuli zetu tunatarajia zitafanyika katika uwanja wetu wa Liti hapa manispaa ya Singida, lakini tutakuwa na shughuli nyingine kabla ya kuelekea kwenye kilele, tutakuwa na wiki kama mbili kwa ajili ya michezo mbalimbali, mpira wa mikono, wa miguu, wa pete. Kwa hiyo michezo mbalimbali, riadha itakuwa inafanyika katika mkoa, na tunategemea tutakuwa na watu takriban elfu mbili na mia tano wakishiriki moja kwa moja kwenye michezo hiyo. Ni wajiriwa, ni watumishi, ni viongozi wanaotoka kwenye taasisi mbalimbali, ikiwa ni taasisi za serikali na sekta binafsi lakini pia kusherehesha siku hizi katika mkoa wetu, tunatarajia pia kuwa kufanya utalii wa ndani. Tutakuwa na utalii wa barabarani au unaita street tourism, angalau wageni wetu wanapofika katika mkoa wetu wa Singida waweze kujua Singida tuna vivutio gani. Kwa hiyo sisi, hii ni fursa tutaitumia, na wageni tutawapeleka katika maeneo uh, ya vivutio kadri ambavyo tutakuwa tumeratibu. Lakini tutakuwa na mashindano ya magari tutakuwa na mashindano ya ngumi, lakini tutakuwa na usiku wa kuku tunaita kuku festival, kwamba Singida sisi ni wazalishaji mahiri na maarufu kwa kuku bora kabisa Afrika. Kwa hiyo tunategemea wageni wetu waje, ndi waone, ndio waamini yale ambayo tunayasema, lakini tutakuwa na maonyesho yataongozwa na wenzetu wa Osha, lakini na sisi hapa ndani tutakuwa na maonyesho mbalimbali na kazi mbalimbali mbali ambazo wanasingida wanazifanya lakini mbali na hivyo, tutakuwa na burudani nyingi za ndani na zile za nje kutoka maeneo mbalimbali, kuanzia ngoma za asili, muziki wa kizazi kipya, muziki wa dansi. Kwa hiyo ili hali tu Singida tunaenda kufunga mtaa, lakini vivyo hivyo tutakuwa na baadhi ya barabara tutakazo kubaliana tutazifunga kwa kipindi hicho kuhakikisha usiku kucha tunafanya shughuli, tunafanya biashara, lakini watu wanapata namna ya kufurahi baada ya kufanya kazi ngumu toka mimosi iliyopita mpaka mimosi hii ya sasa. Kikao hiki ni cha maandalizi ya siku ya wafanyakazi duniani, yani mimosi au mayday. Tumekuwa na vikao vya ndani vya watu wachache vya siku mbili, na leo ni yesi, kikao cha tatu chini ya uongozi wa mheshimiwa mkuu wa mkoa Tumepata furaha na amani baada ya kupata mapokezi ya mheshimiwa mkuu wa mkoa pamoja na katibu tawala wake. Kiukweli, baada ya kikao chetu na baada ya kuwa tumetembelea hayo maeneo, tunaamini sasa sherehe zetu zitafanyika vizuri katika mkoa wetu wa Singida. Mheshimiwa mkuu wa mkoa na mheshimiwa viongozi wa, wa mkoa wa Singida wa serikali, sisi viongozi wa vyama vya wafanyakazi tumejipanga na tuko tayari kushirikiana na uongozi wa mkoa wa Singida kufanikisha sherehe hii kubwa, na ninaamini itakuwa ni Mei Mosi ya kipekee itakayofanyika katika mkoa wa Singida. Tuko tayari muda wowote na vikao vyote vitakavyokuwa vinapangwa, tutakuwa tayari, na majuma mawili ya mwisho viongozi wa shirikisho tutaweka timu hapa kwa ajili ya kuhakikisha jambo hili linafanyika kwa ufanisi. Nami ni shirikiana na uongozi wa mkoa wa Singida kuandaa wale wote wanaopenda kushiriki nasi kitaifa. Singida iko tayari kuwapokea wageni wote, wataishi vizuri. Wenye hofu na malazi, watalala vizuri. Maandalizi yamewekwa sawa sawasawa, kila kitu kiko sawasawa. Karibuni sana Singida kwa ajili ya Mei mosi ya kipekee itakayofana sana. Asanteni sana.